Bwana asifiwe. Tunaendelea kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu na anaendelea kutumia kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa Roho Mtakatifu, kinauzwa shilingi elfu kumi. Utakuwa uh, umesaidia kupeleka injili kwa watu ambao hawana hawa bahati ya kupata mafundisho kama unavyoyapata wewe, unaponunua kitabu hiki. Kinauzwa shilingi elfu kumi, utasaidia kuchapisha nakala zaidi haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, na kuzisambaza maeneo ambayo hakijafika hiki kitabu. Na nilikuwa naendelea kufundisha kuhusu maada ya kunena kwa lugha ya karama za rohoni, nikawa nimefikia kwenye kufasiri lugha. Karama ziko nyingi, kuna hizo mbili, kunena kwa lugha, tatu kunena kwa lugha mpya, kufasiri lugha, kupambanua roho, aa, unabii neno la maarifa, neno la hekima, kipawa cha uponyaji wa kimiujiza, kipawa cha imani. Kwa hiyo vipo hivyo na zaidi vipo vingine, hiyo nimeongelea katika Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na mbili, lakini ukisoma katika Warumi sura ya kumi na mbili nayo pia ina, ina karama zaidi. Na ukisoma katika Waefeso sura ya nne kuna ofisi pale. Zile zote zinaongelea karama za roho karama za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unakuwa unaweza kuenenda katika roho pale ambapo unatembea katika hizo karama pale ambapo maisha yako yana yana, yana mwonekano wa hizo karama, yani unamdhihirisha Mungu kupitia hizo karama. Na ukisoma katika Wakorinthi wa kwanza sura ya 12 maanake Mungu anadhihirishwa kwa kutumia hizo karama. Kwa hiyo uh, katika kuendelea leo nataka niongee kitu kingine ni, lakini kitu hiki kinahusiana pia na kuenenda katika roho kutembea katika roho. Uh, kitu hiki kinaitwa kuugua katika roho, kuugua katika roho, kuugua rohoni, kuugua katika roho roho. oh. roho. sio kitu common sana, ni kitu kama vile kitu kipya vile kwa mtu ambaye anaweza kawa labda hafuatili sana mambo ya roho, lakini kuugua katika roho ni namna nyingine ambayo Roho Mtakatifu anautumia mwili wako kuweza ku intercede, kuweza ku, ku, ku, ku kuchukua hatua za kiimani za kiroho ili kushughulika labda na swala moja au nyingine. Unaweza ukawa unalifahamu hilo swala au unaweza ukawa haujifahamu maana yake nini? Unapougua katika roho unaweza ukawa unajua kwamba huku kuugua kwangu katika roho ni kwa sababu ya maombi fulani nilionayo. Watu wengine wanasema kuwa na mzigo. Inafanana kidogo na kuwa na mzigo, yani kuna kitu na mzigo nacho, yani una hicho kitu hakikuachii, unaumia. Mwingine anasema ana majonzi, anaugua katika roho. Unaona eh? Kwa hiyo kuugua katika roho ni ule mzigo mzito unaokuwa nao sasa ndani yako kwa ajili ya jambo ela unalolifahamu au usilolifahamu. usilolifahamu vipi? Unaweza ukapewa sura ya mtu tu. Unaweza ukawa upo unaomba au unaimba ukapata sura ya mtu, au kawa umekaa tu, kwa sababu wewe si ni mtu wa roho, wewe ni property ya Mungu <coughs> amekaa tu unasoma Biblia au una tafakari au na ratiba zako nyingine, ukapata picha, ukapata mahali fulani, ukapata picha ya mtu ka kujia, ukasikia neno lile. Neno linalokuja linahitaji wewe uingilie kati. Fanya ku intercede, ni kuingilia kati. Sasa so, unaingilia kati kwa kuugua katika roho, hiyo ni the, the highest intercession Kunena kwa lugha ipo sawa, lakini kuugua katika roho, maanake sasa. Hapo ndugu yangu, hicho ni kitu kipi? sijawahi kusikia, ni vizuri ukakisikia, ukajifunza, na wewe usibakie na vitu vile ulivyojua tu vya zamani, labda lad hujawahi kusikia mtu mwingine anafundisha, basi imeandikwa kwenye Biblia habari ya kuugua katika roho. <coughs> Nataka nikutangulizie ku, ni kwanza uelewe maana ya kuugua katika roho ni nini? Au la, yani sija, baada hata sijasema maana ya kuugua, yani, un, kina, nini kinatokea unapougua katika roho? Nimeelezea kwa uchache kidogo. Lakini ni kwamba unasikia maumivu, wengine wengi huwa wanasikia mguso yani, tumboni. Eh, unajua kuna mahali Bwana Yesu amesema ukiniamini mimi kama vile maandiko yanavyosema miti ya maji ya uzima itabujika kutoka tumboni mwako. Kwayo ndo hapo hapo tumboni hapo ndipo naposikia mzigo, yaani ni kitu ambacho sasa hakielezeki kimwili, kwa sababu sio kitu cha kimwili, lakini unaogua katika roho. Unapougua katika roho, ni kwamba ume ume umejaribu kuyaweka mambo unavyofahamu kimwili au umepitia changamoto za kimwili sana ukakosa majibu na huna uwezo tena wa kuomba. Umeomba na wengine, imeshindikana. Yani e, kuugua katika roho ni kama kulalamika bila kutoa maneno, ni kama kupiga yowe. Naelewa maana ya kupiga yowe, kupiga yowe. Ukiwa kijijini ukapiga yowe, watu wanajua kwamba kuna shida, kuna tatizo, huyu mtu ana tatizo, anatakiwa kusaidiwa. Unaugua yani unaugulia umesha una... kuugulia maumivu yani, <mukering> unatoa mzigo, unatoka ndani. Najaribu <mukering> kutoa mifano tu midogo ya maana ya kuugua katika roho. Sasa nikusomee Isaya thelathini na saba mstari wa tatu na nitakusomea tena katika Agano Jipya. Kuna mahali ambapo Bwana Yesu ameugua katika roho alikutana na, na maswali ambayo eh, kwa magumu kabidi yafanye nini. Yani, minzi za kimwili hazikuwepo, yani hata kuutumia kuku, mwili tu ilibidi augue ah, katika roho yani Roho Mtakatifu aje kwa namna isiyoweza kutamkwa, wenyeandiko katika Warumi sura ya nane, ambayo ndio aliweza kuexpress kile alichokuwa anakitaka. Isaya thelathini na saba mstari wa tatu anasema uh, ni habari ya mfalme mmoja wa Benhadad, mfalme wa, wa Syria. Alituma wajumbe wake kwenda kwa Mfalme Hezekia kumtishia, alimtishia kweli kimwili. Uh, sasa baada ya kumtishia uh, Hezekia akamwambia nabii sana kwamba akampeleka kabisa barua Angalia huyu mfalme anavyonitishia. Nabii akatoka baadaye, sasa hiyo baadaye, sasa kabla hapa ni, ya hapa ni, ngoja nijaribu kuelezea kidogo. Anasema mfalme Hezekia ali, ali, <coughs> mfalme wakamwambia Hezekia, asema hivi siku hii ni siku ya viki na aibu na matukano, maana watoto watayari kuzaliwa wala hapana nguvu za kuwazaa. <coughs> Ko, hii hapo inatupa picha ya kuugua katika roho. Picha hii ni ya mama yuko tayari kuzaa, halafu nguvu za kuzaa hamna. Sasa unajua kuna mama anapokuwa tayari kuzaa, kuna kitu kinatokea, wanaangaliage wanasema yuko tayari kuzaa lakini hana uchungu, uchungu wa kuzaa. Kwa hiyo kwa kawaida huko huku wana, chukuaga, wana, kuna dawa sau, kuna maji siu, wanasema kuna maji ya uchungu, wanamwekea huyu mama ili asikie uchungu, awazi wa kuzaa, kwa sababu asiposikia uchungu awezi kuzaa, na asipozaa katika ile critical time anaweza kupata madhara, anaweza kufa. Of course, siku hizi wana namna nyingine ya ku deliver mtoto eh, hata bila ya uchungu wakati mwingine unamfanyia upasuaji, lakini njia ya ya asili ya mama kuzaa ni ile ya kusikia uchungu. Sasa huo uchungu ndio ninaosema ndio kule kuugua kwa. Kama wewe ni mwanamama, utakuwa unanielewa vizuri sana. Mwanamama uliejifungua kwa njia ya kawaida, utakuwa unanielewa vizuri sana naposema kuugua katika roho. Yani mama vile anavyougua, anaweza akasema maneno yote na yakaisha, hana tena maneno mengine, kwa anabakia tu kutoa eh, miguno, ndululu, wanasema kupiga ndulu, kupiga ngolo, kupiga yowe. Yani anagugumia katika roho. Yale maumivu aliyokuwa nayo ni makali kiasi kwamba hayawezi kuelezeka. Ndio mfano wake hapa. Sasa nikusomee kwenye Yohana sura 11 mstari wa 33 hadi wa koo ni habari ya Bwana Yesu hapa. Basi <coughs> Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, wa aliugua rohoni, akafadhaika roho yake <coughs> akasema "Mmemweka wapi?" wakamwambia "Bwana, njoo utazame." Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda bali wengine wao wakasema, "Je, huyu alimfufua, alimfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife?" Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akalia kwenye akali, akafika kwenye kaburi, akafika kwenye kaburi nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Hii ni habari ya kufufuliwa kwa Lazaro. Kwa hiyo Lazaro alikuwa ameshakufa siku ni amezikwa, na dada yake na Lazaro hapa alikuwa anamweleza Bwana Yesu anasema sasa hivi huyu bwana ana ameshaoza yani, hakuna uwezekano wa kufufuka <laughs> hawezi kufufuka huyu, hakuna yani, hakuna majibu ya kimwili na hata ya kiroho hakuna, eh? hakuna majibu ya kiroho Mungu hawezi Bwana Yesu akasema, akaugua aka katika roho. Aliugua kwa sababu kwa namna ya kimwili, yale mambo yaliokuwa yanamzunguka. Lile ch, ile changamoto ilikuwa ni changamoto ya hali ya juu sana kimwili, ili draw all the resources of the flesh, na ikawa hakuna resources nyingine. Na kuangalia watu waliokuwa wanalia eh aliweza kujoin up with the grieving, yani wale waliokuwa wana, wanalia wana, wana, wana, akaugua rohoni mwake, akadraw something that was not just calm. Akaugua rohoni mwake, alafu baada ya kuugua akasema, Lazaro kwa sauti kali kwelikweli, Lazaro joe njoo nje, toka nje ya kaburi lako Lazaro. Akatoka kwenye kaburi akiwa walilifungua lile jiwe la kaburi, akiwa amefungwa. Sasa hakutoka akiwa anatembea, kwa sababu miguu na mikono ilikuwa imefungwa, yani mwili wake ulikuwa umefungwa, miguu na mikono mpaka huko kichwani. Kwa hiyo ina maana ile neno la kusema Lazaro toka huko lilimfanya Lazaro, alikuwa maiti, akapata nguvu za Mungu zikamwinua, zikamrusha kutoka kule ndani ya kaburi papo mpaka nje ya kaburi, akasimama hapo mbele ya watu wote. Afu Bwana Yesu akasema mfungueni hizo, yani hivyo vitu mlivyomfunga, mwacheni, akapiga msosi, amekwisha kufunguliwa. kwa sababu ya ugumu wa jambo ambalo unalipitia. Kuna level ya intercession nyingine ambayo unatakiwa kuifahamu, ambayo inaitwa kuugua katika Roho. Unagugumia tu. Mimi najitahidi kufanya hivyo, maana nataka uelewe kila kitu. Mimi am, am giving myself as a sacrifice hapa, nionekane kama mpumbavu na nini, lakini wewe uelewe. Hebu tuendelee katika sehemu inayofuata katika hii ujifunza kuugua katika roho.